Najua kuteleza, sikuanguka. Nachoomba wana Simba, umoja wetu na mshikamano wetu uwe pale pale. Viongozi wangu, huyu kocha, huyu kocha wamongeze tena mkataba. Wachezaji tuliokuwa nao wana confidence, sina cha kuwadai hata kidogo. Wamenipa ile fainali niliokuwa naitarajia, japo imeharibiwa na muamuzi ambaye vyeo vyake ni vidogo mno. Kuja kutuchinja katika uamuzi uwanjani, katikati ya uwanja. Kuna haja gani ya kutoa kadi nyekundu kama ile? Rahisi, kadi nyekundu rahisi kama ile katika mchezo mkubwa kama huu. Kagoma inawezekana kweli kafanya foul, lakini rahisi. Foul rahisi, unakuja unampa kadi nyekundu. Goli la wazi kabisa, mnakuja mnalikataa mnamchinja Simba Sports Club. Berkane hajachukua ubingwa, wameupola ubingwa. Nimeliwa kati goli la pili linaingia. Yes, lakini baadaye veyala ikakataa. Yes, nikajihisi kufa kufa. Muamuzi ndio ametunyonga. Muamuzi hakuwa fair kabisa kwa Simba Sport Club. Mechi ya leo, mimi nasema mshindi ni Simba Sport Club. Ndiyo alikuwa na haki ya kubeba kombe hili la shirikisho barani Afrika, lakini na ndiyo maana wakatufanyia figisu mechi isichezwe Benjamin William Mkapa, lakini bado haitoshi. Refari huyu ndio refari huyu huyu aliyemuua mtani wetu Young Africans dhidi ya Mamelodi, hajachezesha mechi kibao, umeona bwana, lakini leo anakuja kupewa mechi yetu ya Simba Sports Club.